Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Katibu tawala mkoa wa Katavi Albert Msovela amewataka watumishi katika mkoa huo kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya serikali ili kuondoa hoja zisizo na mashiko katika ukaguzi wa hesabu za mkaguzi mkuu wa serikali na kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Akizungumza katika mkutano maalum wa baraza la madiwani kupitia na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, amesema hoja zitakazokuwa zikiibuliwa zitajibiwa na wakuu wa idara ili kuondoa uzembe wa kutozingatia sheria. Kwa sababu changamoto nyingine ambayo ipo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mara nyingi mkaguzi wa ndani anavyoibua hoja na hata mkaguzi wa nje anavyokuja na hoja wanaoachiwa kujibu hoja ni wale ambao wana uwezo mdogo kuzijibu zile hoja, aidha hata zijibu kwa muda ama hatapeleka mielezo vile ambavyo vinatakiwa. Hili ni kosa. Niombe mkurugenzi, hoja zinapoibuliwa na mkaguzi wa ndani, mkuu wa idara, mkuu wa kitengo mwenyewe tena kwa maandishi ndo atoe yale majibu. Na mkuu mkaguzi wa ndani, si upo hapa eh? Niombe hilo ulisimamie na mkurugenzi, kwa sababu upo naomba hilo uweze kulisimamia, ili tuweze kupunguza hizo hoja ambazo hazina msingi. Niombe tuendelee kuzingatia sheria, taratibu, tuongeze uzalendo katika utendaji wetu wa kazi kwenye miradi. Na mimi niwapongeze kwamba tulipata hati isiyokuwa na mashaka, hongereni. Na Mheshimiwa madiwani, hongereni kwa kulisimamia fan kaja yule bwana akalitia maji sana. Bwana, huwa niko vizuri, la hasha. Siku zote tuone kwamba bado tuwa dhaifu, ili tuweze kufanya vizuri, na usitake kusifiwa wengine kwamba unafanya vizuri, mimi mwenyewe nafanya vizuri, maanake utakuwa jitekenya mwenyewe, alafu na unacheka mwenyewe. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 20, wa 2023-2024 katika baraza hilo, CPA Kasela Lioba kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amesema halmashauri hiyo imepata hati inayoridhisha ya ukaguzi. Kwa taarifa za za hesabu za mwaka 23, Halmashauri ya wilaya ya Mpanda ilipata hati inayoridhisha kwa maana ya unqualified opinion. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi mwaka, mwaka, mwaka 2023/24 halmashauri ya wilaya ya Mpanda ilikuwa na jumla ya hoja za ukaguzi 38 zikijumuisha hoja 27 za miaka ya nyuma. Baada ya taarifa ya ukaguzi kwa mwaka 2023/24 kutolewa, ofisi ya ukaguzi wa hesabu mkoa wa Katavi ilipokea taarifa ya utekelezaji mnamo tarehe 6 Juni 2025, na, na kwa kushirikiana na wataalamu wa halmashauri yako tulifanya uhakiki. Baada ya uhakiki, hoja 28 zimepatiwa majibu ya kuridhisha na kufungwa na kusalia hoja 27 sawa na asilimia 49 ya hoja zote. Aidha, ametoa wito kwa watumishi wa halmashauri hiyo kutofanya kazi kwa mazoea na kuacha tabia ya kutetea hoja zinazoibuliwa na badala yake kuwa hodari wa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya serikali inayotolewa ili kupunguza hoja zinazojirudia mara kwa mara. Ni kwamba kama hoja zimeendelea kaa zinajirudia mara kwa mara, inatakiwa udhibiti wa ndani ile internal control system ambayo imetekelezwa kuhakikisha kwamba iko strong, kuweka mechanism ili kuzuia zile zinatokea mara kwa mara kwa maana ya kwamba watumishi waache kufanya kazi kwa mazoea, wajikita zaidi katika kuzingatia sheria. Tunasema sheria, tunakuja kanuni, directive na miongozo ya serikali iliyotolewa mara kwa mara, ili kuweza kupunguza au inapowezekana eazaa zimejirudia. Siku usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare